Tieno kwenye mawasiliano hayo. Kwengineko ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga sasa anasema hatua ya kuondoa kesi za hadhi ya juu mahakamani kuwa ni juhudi za ofisi yake kuchunga fedha za umma, haswa inapobainika hakuna ushahidi wa kutosha kupata hukumu. Ngonga, ambaye anaongoza shughuli ya masomo kwa umma katika kaunti ya Nyeri kuhusu kazi inayofanya ofisi yake, amehimiza kwamba hakuna kesi ambayo huondolewa kama idara ya mahakama haijakubaliana nayo. Hata hivyo, mkurugenzi huyo ameomba kuongezwa kwa mahakimu katika idara hiyo, ili kusaidia tume ya haki kutafuta mbinu za kupunguza muda ambao kesi huchukua mahakamani kabla ya kutatuliwa. Hakuna hata moja nyingi, hata tumejaribu kutoa wanakataa, koti inakataa, hii hautoi that in this case if it goes to full trial this person will be acquitted. Sijui kama kwa nyinyi mnajua, ni kwa mtu akiwa acquitted, what happens? Anafanya nini? Atashtaki serikali, na na kishtaki serikali kwa sababu ni yuko high profile. Vile mnasema pesa yenye anadai serikali kwa kushtakiwa na akawachiliwa, kwa sababu tuko na ushahidi wa kutosha, ni pesa mingi sana. The moment atapata hiyo award, lazima serikali itafute isimamishe it, it kitu fulani ndio ilipe hiyo